Mpaka haleluya! Haleluya! Yaani mtaongelea ile ibada ni niliyokuwa naitafuta, ndio hiyo, kunje zinaanza kuonekana kwa, kwa sababu neema niliyoambiwa ni mwamua. Neema ya ajabu ya kufufua vizazi vipya kiroho na kimwili, yale yaliyokwama. Ukikanyaga hapa lazima yafufuke, haleluya. <coughs> Lazima uone sura mpya, yacha ikasema, ikasema adui anachokifanya, ambacho kuna mmoja alimdudua akisa, mzee, bwana, una mafuta gani ona kitu kikubwa. Na ukitaka kujua na kitu kikubwa, wafuatilie nipokuwa mkoani Songwe, waulize nini kilifanyika niliposimama kwenye madhabahu ya hadhara ya kufanya mkutano. Na siku nitakapokuja kwenye kwenye uwanja wa hadhara kule Gongo la Mboto kule, nitakaposimama utagundua. Nitakapokuja Kigamboni, nitakapokuja, mniwekee nje nishike maikrofoni nikihubiri habari za Yesu, utagundua naongea nini. Nitakapokuja Shinyanga. <laughs> Kwa hiyo mzee ameniita mara kadhaa, nikakaa nje niongee habari za Yesu wa Nazareti niko utafahamu, mtu huyu amerudishwa ujana. Nikuambia kitu cha sita, nikuambia kitu cha sita, kitu cha sita mafuta ambayo yapo. Usipishane na neema ya Mungu, usipishane na neema ya Mungu. Sikia, usipishane na neema ya Mungu. Kaja nikuambia ile nguvu ilionekana kwa namna nikasema hacho alipokuwa na ukoma. Ukoma ni nini? Ukoma inaweza kuwa ni roho mbaya, bad spirit i viko roho juu yako, inaweza ikawa ni ukoma. Ukoma inaweza ikawa ni roho ya uharibifu ikawa juu yako, ukoma. Inaweza inaweza kaa ni ukoma, ukoma inaweza i ukoma, ukoma, ukoma kwa namna ya ugonjwa ukoma. Enzi zile walikuwa wanatengwa, wanakaa kando sasa mbingu inaitafsiria, unapo feel guilt, unaposikia kuhukumiwa kwa jambo fulani, unakaa kando, kwa sababu unaonekana ni mkosaji, unagauka kuwa ni ukoma, kwa sababu you are not close, hauko karibu na ndugu zako, vala moja uganika, nikasemacho nikasemacho sasa wale watu walitengwa, aha, walitengwa, walikata mwelekezo macho. Mbingu iko wazi, aa, mbingu iko wazi wa Tanzania, waa, nasema mbingu iko wazi ramashak mande aoshaka aneya haieosekaraana masekatikata ashakaaaandaiaasi italaa wakoma walitengwa wakawa kando, watea unacheo, una cheo uwe kando kwa sababu ya shida. Leo naitafsiri ukoma kwa sehemu mbili, uichukue. Leo naitafsiri ukoma kwa sehemu mbili. Ukoma wa kwanza, yeyote anayefanya kitu tofauti na makusudi ya Mungu, hata watu hawaja mtena kumfukuza nafsi inamseparati, inakuambia wewe kijana, wewe mama, wewe baba, wewe mchungaji, wewe mtumi, hauko sawasawa. Sawa na hawa koma namba mbili ni pamoja na shida ya nzito iliyopata nama, ni yule lijima likuwa ni mtu mzima. Naongea na watu hapa, ni kwa damara wa historia, nabadilisha kitu. Alikuwa mtu mzima kwa maana ya umri lakini pia ni mwana ukoma kwa taarifa yenu. Ukoma unakuongezea uzee kwa sababu mwili unakunjamana. Kwa hiyo mtu anaposeka mwili una unarudi unakunjamana, hata swali kiwa laini inajikunja yenyewe taratibu, inaenda. Ukoma unakukunja sura, vidore, mikono vinakunjwa, unakuwa una na hitilafu, kunakuwa na mapungufu. Hata nikwambie jambo hili la kinabii kwa anaelewa sasa Naman alipoambiwa aende kwenye mto Jordan akajichofe Naman hakukubali, ndio nimeanza mkutano wazee. Naman hakukubali, hakukubali. Kama unavyoona watu tunawaambia Dar es Salaam njoo kwenye mlima hawakubali haraka, tunawaambia jamani, huyu mtumishi wa Mungu ana neema, njoo kutana, hawakubali na Naman naye hakukubali eekazimacholiam hakukubali, lakini jambo la kushangaza yule mshauri mama zangu nisikie, wakaliko aliko msi ndugu yangu naamani, kwani ukiingia kwenye huo mto utapungua nini nini kitakachopungua? Chopungua, jina la Bwana libarikiwa. Nini kitapungua? Nini kitapungua? neema ilimshukia wewe, neema ikamshukia kidogo, naania akakubali kuingia kwenye, kwenye mto Jordan. Leo mnauona wengine kiroho nini, nimeuona na nimenawa mto Jordan nipokwenda Israel, nikanawa kwenye jordan ile wa kawaida hata mito ya kwenu ni msafi kuliko ule, hauna mng'ao kama mito nyingine unavyoiona, ni mto kama vile una mavumbi. Aya, ay, ni kweli. Na munda mkono namba ndiyo alikuwa naona, si kuna mito kwenu vizuri, kuna yamana na kweli, sio uongo, hauna mng'ao. Mimi nimefika yale maji ya mto Jordan nimeenda ni c ile Bahari Mfu, nikashika yale maji, nimeona sio kwa imani physical yes, hivi kimwili kabisa. Kwa jamaa alikuwa na sababu za kukataa, kwa sababu haukuwa na hadhi kwa hali ya mfalme kuingia mle ndani. Ni kwa nini sasa ni kitu kiotoke ambekicitokea baada ya kushauriwa nikazia macho. Baada ya kushauriwa, maandiko yanasema, Namani akakubali kuingia mbingu. Inaniambia alipoingia kwenye ule mto Jordan, alipotoka mambo yakabadilika. Pokea kito, mambo yakabadilika, yakabadilika. Yalipobadilika automatikali umri wa miaka yake ukakatwa, ukarudishwa, uka mwili wake ukarudi kama kijana mdogo, kwa akapata mujiza mzuri, akarudi. Alikwenda na munu mkubwa na uzee, anarudi ametakasika, hakuna ukono. Lakini pointi iko hapa Huku mtu aliyemueleza akampa ushauri leo. Katika mkutano wa historia, nataka niwaambie, mbingu imeniambia mwanadamu akikushauri wa unawapuuza, hawawezi kukusaidia. Leo ndio nataka niwape siri kwa nini imesema ni mkutano wa historia, na lazima tuabudu, wala hatutacheza sebene hapa, wala hatutarukia sebene. Sebene mkaruke kwenu, mkaruki kwenye makanisa yenu, mkaruka kwa ndugu zenu, lakini hapa tutakwenda kwa Mungu kwa unyenyekevu na kwa heshima aya, na kwa adabu. Wazee munisikie, na kwa adabu. Hata kama sijafika, niko nakokaa mkiwa na sebene zimeanza mamia, wewe namna zimeanza, shuka haraka, shuka haraka, nija na viboko vya Kimungu. Hakuna sebene. Mkutano huu utakayocheza ni ile sifa itakapochemshwa na nguvu za Roho Mtakatifu, tutacheza na kuruka, lakini sebele iliyotaratibiwa na Roho Mtakatifu, tutamchezea Yesu kwa staili mm. ya dabu. Sasa nini kimefanyika? Mungu akaniambia watu hawa wana ukoma wa aina nyingi, wala sio mtu mmoja. Mimi nabii naona watu hawa wana ukoma, wala sio kafikiri ni yule mwana. Wewe kuna wengine wana ukoma, wengine hata hamjui. Kuna watu unauma, unaogopa hata kumwambia, unauma sana. Kuna watu ambao una madeni, yani unatembea una, una hata mwingine hata mke wa juu, mke wa juu. Kuna watu hapa mna maumivu kwenye mwili yenu, unaogopa hata kumwambia mtumishi kwa sababu unaona aibu. Kwa hiyo ukombe mimi umeniambia nikasema tu hata nchi yenu ina ukoma. Viongozi wa siasa wa serikali wanaokoma, viongozi wa dini wanaokoma, kanisa linaokoma. Mimi ikaniambia sasa cha kufanya, kama ilivyotokea desturi ya yule kijana akamshauri sasa. So, nakutuma kongamano la mwaka elfu mbili ishirini na tano, nitakuwepo mimi mwenyewe, niruhusu nguvu yangu ya Roho Mtakatifu aliyemwombezi